Ndugu zangu, bawasiri sio laana, lakini bawasiri ni matokeo a, ya maisha ambayo tunayafanya a, kila siku. Zile tabia ambazo tumekuwa tukiwa tukizifanya kila siku ndo zimekuwa zimekuwa changamoto kubwa inayosababisha changamoto ya bawasiri moja kwa moja. Sasa hapa nitakuletea njia ambazo utakazoweza kuzitumia kuweza kutibu changamoto ya bawasiri moja kwa moja bila kufanya operation. Ndugu yangu, kama utakuwa na changamoto yoyote ya kiafya, karibu JW Sabo Clinic. Tupo hapa kuhakikisha afya yako inaimarika na leo tutaongelea juu ya changamoto ya bawasiri, ni vitu gani sasa ambavyo ukivifanya vitakusaidia kuondokana na changamoto ya bawasiri. Yaani siri hizi ndugu zangu, ukizifuata basi bawasiri kwako ni bye, bye. Namba moja, hakikisha unakula vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Eh, tumia, tunasema ni vyakula fiber foods. Fiber foods, kazi yake kubwa ni kuhakikisha uh, unapata choo laini na ile choo laini ndio itakufanya wewe uweze kuondokana uh, na kuongeza pressure kwenye mishipa inayopatikana kwenye njia ya chakula ambayo imekuwa ni moja kwa moja chanzo cha kuwa na bawasiri. Hapa unachotakiwa kula, hakikisha unakula mboga mboga za majani, unakula matunda kama papai, unakula matunda kama parachichi, lakini unakula matunda kama hichi kitu hapa. Unaona kabisa hii ni ndizi. Ndizi ni tunda mojawapo zuri sana, ambao ukilitumia litakusaidia kwenye nyuzinyuzi, ambayo itasaidia kufanya upate chora ini, lakini pia itakusaidia kupunguza pressure kwenye njia ya haja kubwa. Na ile pressure ikiongezeka, basi ndio hiyo inasababisha uvimbe, inasababisha maumivu, inasababisha choo ambacho kimechanganyikana anadamu. Kwa hiyo hiyo ndo siri namba moja unayotakiwa kuifanya. Lakini pia namba mbili hakikisha unakunywa maji ya kutosha. Watu wengi tumekuwa hatunywi maji ya kutosha, watu wengi tumekuwa tukichukulia poa lakini maji ni zaidi ya dawa. Maji yamekuwa kitusaidia sana sisi kuondokana na changamoto nyingi ambayo tulikuwa tukisoma kwamba asilimia karibia sabini na tano ya mwili wa binadamu ni maji na maji yana kazi kubwa sana ndani ya miili yetu. Kwa hiyo unachotakiwa ni kuhakikisha unakunywa maji ya kutosha kulingana na kilo ulizonazo. Usinywe maji zaidi, kwa sababu inaweza kukuletea changamoto kwenye figo na viungo vingine, ila tumia maji ya kutosha, usisubiri kiu. Wengi tumekuwa tukisubiri kiu, wengi tumekuwa tukisubiri mpaka madaktari watoe maelekezo kwamba, ndugu yangu, natakiwa kunywa maji ya kutosha. Hapana, hakikisha unakunywa maji ya kutosha, wewe mwenyewe jiwekee um, uh, jiweke taratibu wa kunywa maji ya kutosha, itakusaidia kuondokana na changamoto ya bawasiri, kwa sababu itakusaidia usipate choo kigumu, lakini pia epuka kukaa kwa muda mrefu. E, kukaa kwa muda mrefu, wale ambao tunafanya kazi za ofisini na hasa baada ya kura, unakuta unapokaa ile presha inaongezeka, a, kwenye njia ya haja kubwa. Kwa hiyo sasa ikikuta ile mishipa ya kwenye njia ya haja kubwa ni dhaifu moja kwa moja, Uh, inapelekea changamoto uh, ya bawasiri kwamba epuka uh, kukaa. Ndio maana wale wanaofanya kazi maofisini za kukaa muda mrefu, wale ambao wanatembea mlefu, kwa wanaendesha ma magari uh, ya mikoani magari ya muda mrefu, wanaendesha gari kwa muda mrefu, wale wa basi, wana hatari kubwa ya kupata changamoto ya bawasiri. Kwa hiyo inatakiwa epuka sana kukaa muda mrefu, lakini pia hakikisha unapata tiba asili ambazo ni nzuri zinazojua chanzo cha tatizo kwa mfano ukitumia uh, uh, pilekea inayotoka kwetu itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Ni kwa nini itakusaidia? Kwa sababu inatibu chanzo cha tatizo, ambayo chanzo cha tatizo kwa bawasiri ni mishipa. Ndo maana baadhi wengi baada ya kufanya hata operation changamoto huwa inarudi pale pale. Ni kwa nini? Kwa sababu chanzo akijaondolewa chanzo cha changamoto hii ya bawasiri ni mishipa kwenye njia ya haja kubwa, ndio hiyo, ikivimba inasababisha uvimbe, hiyo ikivimba inapasuka inasababisha damu, hiyo inasababisha maumivu makali wakati wa hiyo inasababisha ile njia ya haja kubwa uwisi, kama bado ile njia imezibwa, iye njia imebanwa, yani cho iwezi kupita vizuri. Hiyo inasababishwa na nini? Inasababishwa na mishipa. Ndio maana ukipata atiba nzuri ya kusafisha, kusafisha mishipa kutoka, uh, hata, uh, kutoka kwetu hapa, ilikea itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo moja kwa moja. Lakini pia epuka vyakula au vinywaji vyenye pilipili, lakini pia pombe na sigara. Ni kwa nini? Kwa sababu inachochea ile mishipa ya kwenye njia ya haja kubwa kuweza kuvimba eh, inavimba zaidi na hmm, wengine wakitumia limao wakitumia pilipili huwa wanapata uh, miwasho kwa sababu nakuta moja kwa moja inaenda kule kwenye ile mishipa iliyoasirika kwenye njia ya haja kubwa. Lakini pia fanya mazoezi at least kwa siku, mazoezi kwa dakika 30 ya kutembea tu, tembea kutoka kituo moja kwenda kituo kingine. Hii inasaidia mzunguko mzuri wako wa damu. Ndio maana tunakwambia kwamba fanya mazoezi at least mepesi kwa siku fanya mazoezi mepesi kila siku yatakusaidia kuweza kuondokana na changamoto ya bawasiri. Ndugu yangu kama uko hapo na changamoto ya bawasiri, basi pata hizi tips rahisi ambazo zitakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Na kama utakuwa na afya, na changamoto yoyote ya kiafya, usiwahi kuwasiliana na Dr. Jimmy ili kuweza kupata msaada um, zaidi. Usisahau kusubscribe, share na comment ili uwe wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.